Hello guys, mimi ni France Weight Loss, ni mtu ambaye nawasaidia watu wengi sana kuondoa uzito mkubwa lakini pia kuondoa kitambi na unene uliopitiliza. Leo nataka nikwambie dalili ambazo ukiziona, basi jua wewe una uzito mkubwa sana. Kwanza kabisa kusikia maumivu ya magoti, viungo yani kwa ujumla, yani mgongo, kiuno. Uh, ukilala hivi unaamka mgongo unauma sana, unasikia maumivu makali ya mgongo, basi ujue una uzito mkubwa. Lakini ukitembea umbali kidogo, jasho jingi linakutoka uh, yani unachoka sana, unakuwa una, una hema sana kwa kasi, kwa hiyo ujue wewe una uzito mkubwa, tena uzito ambao umepitiliza. Chukua namba yangu kwa bio ni kupe ushauri ambao utakusaidia uh, kupungua uzito, lakini pia kupungua unene uliokuwa nao pamoja na tumbo kubwa. Mimi naitwa France Weightloss, namba ipo kwa bio, nitakushauri na nitakupa ushauri mzuri sana.